Torino, Italia, Juni 21 mwaka 2015. Ndani ya kanisa kuu la San Giovanni Battista, kathedrali ya Yohana Mbatizaji, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francisco, alisali mbele ya kitambaa cha kale chenye urefu wa futi kumi na nne. Taarifa ya ibada hiyo ilisambaa kote duniani kwa sababu moja. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kitambaa hicho cha kitani kuwekwa hadharani baada ya kupita miaka mingi. Masalia haya matakatifu ya Kikristo yanafahamika kama the Shroud of Turin, sanda ya Torino, au sanda ya Yesu. Sanda hii ina damu ya mtu aliyezikwa ndani yake na pia ina picha iliyofifia ya mwili wa mtu mwenye ndevu na macho yaliyoingia ndani, na wengi wanaamini kwamba huu ni mwili wa Yesu Kristo, ambao picha yake ilichapishwa kimuujiza kwenye kitambaa. Ina alama ambazo baadhi ya viongozi wa dini wanasema zinaambatana na majeraha ambayo Kristo aliyapata wakati wa kusulubiwa kwake, kwa mfano kuna majeraha mgongoni kutokana na kupigwa viboko na askari wa Kirumi pamoja na michubuko kwenye mabega kutokana na kubeba msalaba, na pia kuna majeraha mengine kichwani kutokana na kuvaa taji la miiba, na hii ni kulingana na imani ya Kikristo. Kwa sasa sanda hii imehifadhiwa Torino, Italia, na nakala zake zimepelekwa katika majimbo ya kanisa Katoliki tofauti tofauti duniani, ikiwemo jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Uwepo wake umevutia mijadala kati ya wanasayansi, wataalamu wa dini na wanahistoria kwa yes. Waumini wa Kikristo, sanda ya Torino inaonekana kama ushahidi wa kimwili wa kifo na ufufuo wa Yesu yeah, Kristo, kwani maelezo ya sanda yanalingana na vifungu vya Biblia Takatifu. Mojawapo ni kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa arobaini, kinachoelezea jinsi Yosefu wa Arimatea na Nikodemos walivyouandaa mwili wa Yesu kwa ajili ya mazishi kulingana na tamaduni za Wayahudi katika kuzika, ambapo Mathayo anaeleza kuwa walimvisha kitambaa cha kitani kilichokuwa na manukato. Kama anavyoelezea Padre Edwin Dino. Kwangu mimi binafsi siyo kitu cha kushangaza kujua ukweli juu ya hiki ambacho kinasemwa. Injili ya Yohana inatueleza jinsi bwana wetu Yesu Kristo alivyozikwa, jinsi alivyoandaliwa. Baada ya ufufuko wa Yesu, sanda ilipotea kabisa. Kulingana na rekodi za kihistoria, sanda hiyo ilionekana kwa mara ya kwanza mwaka elfu moja mia tatu themanini na tisa huko Lirey nchini Ufaransa, ikatunzwa katika kanisa la Chambery. Ilipofika mwaka elfu moja mia tano sabini na nane sanda hii ikahamishiwa Torino, Italia, na watu duniani kote wakaanza kwenda kuona maajabu hayo, kama anavyosema Padre Frank Tavangu, nakala halisi ya sanda ya Yesu ambayo kalidi ya imani ilipokezwa mwanaake wale wa kwanza waliokuwa nayo wakawapokezana, wakawa naichukua na iliicha kwa imani, wanaitunza wanaitunza, kukifanya ibada micha. Hii ina maajabu yake ya picha nguli wa karne ya kumi na tisa Bwana Secondo pia alipewa kazi ya kupiga picha sanda hiyo mwaka 1898 na akaishia kupigwa na bumbuwazi baada ya kugundua kuwa picha za sanda hiyo zina sifa za negative ya picha, jambo ambalo liligunduliwa kwa mara ya kwanza mwanzoni mwa miaka elfu moja na mia nane na Bwana William Henry Fox Talbot na sayansi kama vile John Heller na Alan Adler walioshiriki katika project iitwayo Shroud of Turin Research Project au Project Torino ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane waligundua kuwa picha hiyo haikuchorwa wala kutengenezwa kwa rangi. Matokeo hayo yalizidi kuwaimarisha kiimani wa Kristo wanaoamini katika uhalisia wa sanda hiyo, lakini sio watu wote wanaamini kuwa haya ni masalia matakatifu. Mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane, kundi la wanasayansi walipewa ruhusa kufanyia uchunguzi kitambaa hicho. Zilichukuliwa sampuli za kutosha na zikapelekwa kwenye maabara za vyuo vikuu vitatu tofauti duniani, ikiwemo chuo kikuu cha Oxford chini ya mwanasayansi Robert Hedges. Baada ya uchunguzi wa kina, walikuja na majibu yenye uhakika wa asilimia tisini na tano kwamba sanda hiyo inaweza kuwa ya karne ya kumi na tatu au kumi na nne hivi. Taarifa hizi zilizowekwa kwenye kitabu cha Paul Damon Radio Carbon Dating of the Shroud of Turin zikawashangaza watu. Hata hivyo, wanasayansi wengine ikiwa ni pamoja na Raymond Rogers, wanakemia wa Los Alamos National Laboratory, waliyapinga maamuzi hayo wakidai kuwa sampuli iliyochukuliwa na kufanyiwa uchunguzi ilichukuliwa kwenye kona ya sanda hiyo na kilikuwa ni kiraka kilichokuwa kimefumwa, na hivyo uchunguzi ulitoa matokeo yasiyo sahihi. Angalia hii picha. Decades of research and debate the shroud of Turin that's a piece of history and it has an ongoing puzzle for some. Wasomi wamekuna vichwa mpaka vimechubuka, kwa sababu kama wakikubali kwamba picha hii iliundwa karne ya kumi na tatu au ya kumi na nne, iliundwaje? Kwa sababu hakuna teknolojia ya zamani kiasi hicho miaka ya elfu moja na mia mbili huko inayojulikana ambayo ingeweza kuunda picha yenye maelezo ya anatomia sahihi kama sanda ya Torino. Huwa imekaa mahali pake, macho na mikono, vile vile mwanadamu asili yake ni kufikiri. Wanasayansi wa Project Torino, ikiwa ni pamoja na Eric Jumper na John Jackson walipendekeza kuwa picha iliyo kwenye sanda hii inaweza kuwa ni matokeo ya mionzi au mchakato wa kemikali usioeleweka. Na wapo wanazuoni wanaokubaliana na wanasayansi wa Project Torino wakirejea injili ya Mathayo. Katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na saba inaelezwa kuwa Yesu aliyewachukua Petro, Yakobo na Yohana na kwenda juu kabisa ya mlima mrefu kusali, na wakiwa huko Yesu akabadilika sura uso wake ukang'aa kama jua na nguo zake zikawa nyeupe kama mwanga. Basi wanazuoni wanasema kuwa yawezekana wakati Yesu anafufuka, nguvu, energy, mionzi mikali ilitoka mwilini mwake, kiasi cha kuacha nakala ya umbo lake kwenye sanda. Wanasayansi katika taasisi ya Crystallography nchini Italia, ambao ni sehemu ya baraza la taifa la utafiti walichunguza nyuzi nane ndogo za hariri ambazo ni sehemu ya nyuzi zilizounda sanda hiyo kwa kutumia teknolojia ya X-ray. Utafiti uliochapishwa katika jarida la kihistoria la Heritage mnamo Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, wao walihitimisha kwamba sanda hiyo ilitengenezwa karibu miaka elfu mbili iliyopita karibu wakati aliyoishi Kristo. Pili, walisema kuwa njia za kisayansi walizofuata ni sahihi zaidi na za kuaminika kuliko njia ya kuunganisha radio carbon, kwani vitambaa kama vile hariri vinaathiriwa na uchafuzi wa mazingira ambao unaweza kuathiri matokeo ya kipimo cha radio carbon. Tatu, sanda hii inaelezwa kuwa imetengenezwa kwa aina ya kitambaa cha hariri kilichotumiwa katika nyakati za kale na siyo aina ya kitambaa iliyotumiwa katika zama Sakati, yani karne ya 13 na 14. Sanda ya Torino inabaki kuwa siri inayochanganya imani na sayansi. Kwa wanasayansi ni changamoto ya kutafuta jibu la jinsi picha hiyo ilivyoundwa, huku kwa waumini ni ishara ya imani inayowakumbusha mateso na ufufuo wa Kristo. Ingawa uchunguzi wa kisayansi unaendelea, sanda hiyo inasisimua akili na mioyo ya wale wanaoutafuta ukweli. Sanda ya Torino ni zaidi ya kitambaa cha kihistoria. Ni kioo kinachoonyesha mipaka ya sayansi na nguvu ya imani. Iwe ni muujiza wa kibiblia au kitendawili cha kisayansi, sanda hii inaendelea kuwa kivutio cha watafiti na waumini wanaotaka kuzifunua siri.